Shusha tanga ukweli na uwazi. Aisha, kwadza mheshimiwa, tunabudi kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kumshukur, mwenye kujalia kwa kuja kutuangalia wananchi wako na vilio vyetu vya kunako shehia. Kwa hiyo kiongozi wetu utusikilize kero zetu kunako mashehia, vino sasa kunako mashehia kila mmoja kanalia kwa vitendo vya wenzetu Miye nakaa Mtende, jimbo la Kusini, wilaya ya Kusini, shehia ya Mtende. Jina langu nakuitwa Ameir Haji Silima. Nazungumza Kimtende mpate mufahamu kidogo, kimjiki cha nsonga nazungumzaje. Yeah, Mtende kwetu kuna kero za wana kijiji. Kusema kweli wana kijiji wana lia vino sasa Mtende kutokana na kero ambazo zinatufika kila usiku ukacha Kero ya mwanzo wanakwenda kwa fupi fupi, eh, muda si rafiki. Kero ya kwanza wanafunzi wa skuli wanao pasi form 2 kwenda form 3, vino sasa wanakwenda Makunduchi kwenda kutafuta elimu kwa miguu ima kwa baskeli, akakosa usafiri kanabaki kwao hana kwenda kuhudhuria masomo Makunduchi. Ilo ni kero kubwa sana inatukwaza watu wa Mtende. ya pili watu wa Mtende wa tujaribu kutengeza miundo mbinu Unako sehemu za kuwekeza utalii. Kuna sehemu moja tunaita sehemu ya Kijumbuni, tunakusanya mapato kwa kila mgeni, tunamtoza shilingi elfu mbili za Kitanzania. Leo Halmashauri watunyang'anya mapato yale yote, wanachukua wao, na wakasema kwamba tunapocheka pesa za tukaziombe, sie wenyewe ati tukaombe, na hatunapata senti tano, hawana kupa kwa hivyo kusema kweli, wananchi wa Mtende tuna lia kwa kunyang'anywa pato letu lya kijiji. Jengine kuna maeneo ya ardhi, kuna matajiri wanakuitwa kina Abdul Satari Daudi Ali, kachukua eneo kiasi ya mita mia tatu eneo iliovina. Sasa wana kijiji wanalililia eneo lao ardhi yao kaichukua huyo jamaa na tayari nawasikia tumepirikishwa ile eneo, lakini wananchi hawana habari. Kwa hivyo wananchi wa Mtende wanalia eneo lao limeporwa, na wamepiga mbio wamekwenda kwa mkuu wa wilaya, wamekwenda kwa mkuu wa mkoa, kila pahali, lakini ebos, hakuna kitu. Kwa hivyo na jengine, wananchi wa Mtende tubuni miundo mbinu ya kuhifadhi rasilimali ya msitu lakini mzungu huyo kila akachukua mzungu eneo hilo la msitu kwa kila mwaka kanalipa milioni mbili, lakini pesa hizo hatunazitambua zinakwamia wapi? Na huyo mzungu mwekezaji yeye ndio anayefaidika zaidi sie kuliko wananchi. Ukamuuza mwananchi wa kijiji cha Mtende, je, kunanufaika kuna na nini kuna kwa msitu wako? Kanakwambia hakuna nachonufaika nacho, hakuna chochote nachofaidika nacho. Kwa hivyo ndugu kiongozi wetu ambaye kuna jali maslahi ya wananchi wako, ambao sasa vinasasa kuna kwa hali ya dhiki kwelikweli, unagoma kuja kusikiliza kero za wananchi wako, wenjo kiongozi ambaye yakupigiwa mfano kunako ndani ya Tanzania hino. Asanteni sana.